Uhari gani mtazamaji wa Quizera TV, karibu sana. Tuzungumze tipsi za kimichezo. Mimi jina langu ni Aniset Binambi, niko na Endru Nehemia. Leo tunaenda kuzungumzia mnyama, um, Simba jana ameweza kuachia jezi, tunaenda kutazama ubora wa jezi hiyo na ni kwa namna gani ambavyo utaingia sokoni kuuzika kwa mashabiki. E, bana, kaka mambo vipi? Bana, safi, shwari. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. E, naona siku nyingine tena tumekutana hapa. E, mambo hmm. Ni mukide, mukide. He -he. Eba na Andrew tuambie ni kwa namna gani hii jezi ya Simba ina ubora na itapata eh, soko katika eh, soko. Uh, of course, uh, ni jezi bora kama walivyofanya Yanga Africans pia jezi bora kabisa zenye quality. Unajua, jezi inawezekana kwa unaitazama kwenye labda kwenye simu ukaona sio nzuri, lakini ni jezi nzuri sana ambayo Simba uh, waliozindua. Unajua kitu ambacho wamekifanya Simba hawajabadilika sana kwa e, eh, kwa ile ya waliozindua msimu ulipoanza, ya msimu jezi ya msimu uh, kiangalia kitu ambacho amekuja nacho, ameweka nembo, umeona, na vitu vingine, na hii kama nilivyoulizwa kwamba itauzikaje sasa. Simba wamefanya kitu ambacho kinasaidia kuuza jezi, hata kama kuna jezi ambazo za msimu zilikuwa zimebaki, lazima ziuzike. Kwa nini? Kwa sababu hawajaenda mbali sana na ile jezi yao walioanza nayo. Sasa kama hujaenda mbali sana, mtu akija kununua jezi ataona mbona hii ya ya kafu inafanana na na ligi kuu. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwenda sokoni na watu kuweza kujua kwamba basi wewe tu tukanunue jezi, jezi nzuri sana, jezi ya kimataifa, lakini hawajabadilika. Kwa hiyo ubunifu ambao umeutumia Simba Sports Club, binafsi mimi naweza nikawasifu, kwa sababu itawasaidia sana kwenye kimasoko kupata pesa za kuweza kuendesha club e, usipobadilika sana kwenye masuala ya jezi, hata kama zilikuwa zimebaki za msimu uliopita utauza vizuri. Kwa hiyo pale Simba Sports Club watauza vizuri jezi zao ambazo wamezindua hapo jana kwa ajili ya mashindano ya e kimataifa, ndugu yangu mtangazaji eh bana, baada ya uzinduzi wa jezi hapo jana mm. kuna stori zimetrendi mtandaoni no. Uh, mashabiki wengi wa Simba na mashabiki wa soka wakiwa wanalalamika kwamba uh, klabu ya Simba imezindua uh, imetoa jezi zile zile na kitu ambacho ilikuwa imeweka intention kwamba mm. itazindua jezi ambazo ni mpya. Sasa wewe kama mchambuzi ama mtu wa mchezo unalionaje hili, lina afya? Inafya kabisa, ni jezi mpya kwa sababu nataka jezi mpya. Mm. Ile ndio jezi mpya ambayo Simba wao wameamua kuja nayo. Kwa sababu kama ukisema wewe ambacho nakihitaji Bwana Binambi eh, sisi management ya Simba inachokihitaji wewe ndio tofauti. Sasa hivi mm. wale watu wana viongozi, wana watu wa masoko, wana washauri wao ambao wanawaambia jamani mkifanya hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo hii ni jezi mpya ambayo Simba wamekuja nayo msimu huu ya kuelekea mashindano ya kafu. Ah, unajua mashabiki wao wanatamani kuona labda Simba wamekuja na hii jezi uh, wanataka waone kwamba ah, labda hii rangi imebadilika, labda kama nembo likuepo hapa ije hapa, labda mambo yako hayako hivyo kabisa kiutaalamu. Ndio maana hizi timu zina eh, management ambazo zinasimama sima, zina na kuangalia na kudiskas kwamba tufanye hiki kwa ajili ya manufaa ya klabu. Itakuwaje kama wangebadili jezi wakasema hii jezi mbona amebugi? mm -hmm. Eh, unajua hizi za Simba ambazo mm -hmm. za msimu uliyoanza watu mm -hmm. walizungumza sana kwa majezi gani hiyo mara jezi ni ikoje, lakini jezi ni jezi ambayo ni nzuri sana ambayo Simba wamezindua. mm -hmm. kwa hiyo ndio jezi mpya, ndugu yangu binambi. mm -hmm. mm -hmm. Ukiachana na mambo ya mpira hizi timu zinazoshiriki zinazo zinazo miliki hivi vilabu zimekaa sana eh, kibiashara zaidi mm. Na jezi ya msimu jana ya wekundu wa Msimbazi, Simba ilikuwa na matangazo mengi ukiangalia. okay. lakini msimu huu Uh, jezi ya kimataifa kidogo mm. wamepunguza yale matangazo. uoni kama uh, kwenye masoko au kujipatia eh, mm. faida kimasuara no. ki, ki, ya soko so, unaona kama vile uh, wanaenda kupata hasara. Uh, of course, kuwa na wadhamini unaweza kuwa na wadhamini wengi usipate faida Sikuja nielewa <laughs> ndio mtu anaweza kudhamini lakini, mm. kile ambacho ulikuwa unahitaji kwamba akupatie wewe mm. asikupatie. Okay, tunaweza tukakuweka binabi kwenye jezi yetu, labda Simba wanakuweka kwenye jezi yao, Yanga wanakuweka kwenye jezi yao, Singida wanakuweka kwenye jezi yao, ila sasa kile ambacho wanachokihitaji wasikipate. O, unaonaje kwamba wewe binabi umekuja kudhamini una milioni 30 mm, mm. na kuna mwingine amekuja ana triple ya kile ambacho umekileta ume mm, mm, kwamba jamani, mimi nataka tu ndo niweke Sawa, e, na e, kama uh, sema bwana labda, sisi si, ni kampuni fulani tunataka tuwadhamini, mm. tunataka kwenye jezi yetu tukae wenyewe, tunatoa milioni kadhaa, kuna shida gani? Si pesa tu? Ndio maana hizi team zinakuwa na watu wa, wa masoko ambao wanaangalia faida ni nini. Yes, kwa hiyo hasara mimi naizungumza kwa Simba Sports Club ni kama wanapata hasara kama wamepata wadhamini ambao wamekaa kwenye jezi ambao wataweza kuwapa kitu kikubwa. E bana, tumalize hili sasa. mm. E, sisi ni watu wa soka, watu wa mpira, hatuna ubaguzi yes. mm. Kwa jezi ambazo wameachia jana Simba Sports Club, mm. na jezi ambazo waliziachia Young Africans juzi. Okay. Unaona ni timu ipi ambayo itafanya mauzo zaidi? Of course, wote watafanya mauzo kwa sababu wote wana mashabiki ambao ni wengi mno. Uh, kila timu tafanya ma mauzo kulingana na namna mtukio wa mashabiki hmm. Unaweza ukazindua jezi nz nzuri lakini kama mashabiki hawana moyo wa kununua hiyo jezi, hauwezi kaingia sokoni. Sio kwamba kizuri kinaweza kikajiuza na kibaya kinaweza kikajitembeza. Of course yeah, kizuri kinaweza kikajiuza pia na kibaya kikajitembeza <laughs> lakini wote wakakosa. Okay. Fans, mashabiki ni watu ambao ndio wa wanaoamua mara ngapi umeshuhudia Simba wana, wana mchezo uwanja wa Benjamin hujajaa, ni kwamba mashabiki wapo? wapo wapo wapo, hmm. Yanga wana mchezo uwanja wa hujajaa wapo mashabiki hmm. Kwa mashabiki ndio watakaoamua kwamba jezi yetu imezinduliwa, sisi tukanunua nini jezi jezi. Wakishafanya hivyo tayari kabisa, ndio tutakuja kuona labda Simba wao sasa management Wat, watatupa ta, takwimu ta, ta, ta, tumezindua jezi na tumeuza jezi kadhaa, sijanielewa hapo. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba Simba watauza sana kwamba Yanga Africans watauza sana no. Wote mimi naheshimu kazi ambayo wameifanya, na tusubiri tuone kwamba ripoti ambayo itakuja kwenye mauzo ya jezi. Hata kwenye hizi meeting zao za mwaka meza msimu, pia wanatoa wana, wana, wana hizo takwimu bwana, kwenye mauzo ya jezi ilikuwa hivi, kwa nini ilikuwa hivi Tusubibi Binambi, mimi wote na respect na heshima na e, e, jezi zao ambazo wamezizindua, mashabiki wao nitaka utanabaisha kwamba tununue au tusinunue. E bana mimi ni kushukuru sana. Asante sana ndugu Binambi. E bana ni Andrew Nehemia akitanabaisha kwa uzuri kabisa jezi za mnyama Simba ambaye ameziachia hapo jana kwamba zitakuwa na faida kubwa sana kwa klabu na zitauzika kwa mashabiki. Tufate katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram. Tutafute kwa jina la Quizera TV.